Karibuni usikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja katika kipindi hiki tunapo tafakari juu ya mateso ya Bwana Yesu Kristo katika mwanga wa Sande d ya, to ya Torino. Leo ikiwa ni siku ya ishirini ya tafakari yetu, mada yetu itakuwa ni fumbo la utengenezaji wa picha hii, picha ya huyu tunayependa kumwenzi. Tafakari inaletwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya Kwauso iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika Sande ya Torino, kumwenzi huyu ambaye tunaamini kwamba yeye amekuja ili tuwe na uzima kisha tuwe na hoteli kumwenzi huyu ambaye upendo wake na huruma yake haijui kipimo chochote. Basi karibuni katika tafakari yetu leo, siku ya ishirini ya Kwaresima. Nitaanza kwa nukuu, kitu hiki cha ajabu bila shaka sio kazi ya mikono ya binadamu mwisho nukuu hayo ni maneno ya papa pio wa kumi na moja aliyoyatamka tarehe tano mwezi septemba mwaka 1936 akiwaeleza watu hadharani juu ya sanda ya torino ndugu wasikilizaji Mwalimu akiingia darasani akawagawia wanafunzi karatasi nyeupe za kawaida na kuachia maagizo kwamba atakaporudi, siku nyingine, labda baada ya siku moja au wiki au hata mwezi mmoja, anataka amkute kila mwanafunzi amechora picha ya mkuu wa shule katika suti yake ya manjano kwenye karatasi aliyowapatia kwa sharti kwamba hawaruhusiwi kutumia rangi au kemikali yoyote ile kuichora hiyo picha. Wanafunzi wataelewa moja kwa moja kwamba akili ya mwalimu wao siku hiyo imefyatuka, maana atawaacha wakijiuliza swali hili moja lisilokuwa na jibu, swali kama hili: mwalimu atatutakaje tuchore picha kwenye karatasi bila kutumia kitu chochote? Hivyo ndivyo ilivyokuwa changamoto iliyokabili sayansi mbele ya sanda Torino. Mbele ya sanda, sayansi inatakiwa itoe maelezo yanayoeleweka juu ya kitu ambacho sheria zote zinaiongoza sayansi katika ujumla wake zinawaambia kwamba akiwezekani kuwepo lakini kipo. Ndivyo alivyosema Jackson, John Jackson, mwanafizikia askari katika kikosi cha anga jeshi la Marekani aliyewaongoza watafiti arobaini kufanyia uchunguzi sanda ya Torino. Ifuatayo ni maneno yake, Ninuku. Tunazo sababu za kusema kwamba picha ya sanda haiwezi kuwepo lakini picha hiyo ipo hata kama hatuelewi imetengenezwaje. Mwisho wa nukuu. Sanda inazo tabia za kifizikia na za kikemia zisizoweza kukaa pamoja katika kitu kile kile kwa wakati mmoja. Hakuna rangi ya aina yoyote iliyowekwa kutoka nje ya nguo ili kusababisha kuonekana picha hizo zinazofanana na vivuli kwenye nguo ya kitani, ni picha zenye tabia kadha wa kadha za fotografia, lakini hamna kemikali iliyotumika iwe kama rangi ya maji au poda au ewo ya kitu kingine chochote kile. Mtazamaji anapokaribia sana sanda, picha zinapotea, lakini kukiwepo umbali, umbali fulani kati ya sanda mtazamaji, basi hiyo picha inaonekana. Hakuna mipaka kati ya picha na sehemu nyingine za shuka zisizokuwa na, na, na picha. Hakuna alama hizo zote za brashi za uchoraji, lakini wakati huo huo zenye ujumbe mwingi na thabiti. Haifahamiki imetokeaje kwamba vinyuzinyuzi vya juu kabisa tu peke yake ndivyo vinavyohusishwa umanjano unaosababisha picha kwenye sanda huko juu kabisa mashuka. Umanjano huo haufutiki kwa vifutio vyovyote vya kawaida, wala haubadiliki, hauongezeki wala kuchakaa. kila kinyuzi kilichobadilika kachukua umanjano kilibadilika kwa kiwango kile kile kama vinyuzi vyovyote vile vingine vilivyobadilika. Hivyo sehemu za picha zinazoonekana kuwa na ukali wa zaidi, azui kali zaidi kwa sababu zilibadilika kwa viwango vikubwa zaidi, bali kwenye sehemu husika mabadiliko yalihusisha vinyuzi vingi zaidi kuliko sehemu nyingine. Damu ilishika kwenye nguo kabla ya picha kutokea. Kwa hiyo, kama picha ingekuwa imetokana na uchoraji, mchoraji angetakiwa kwanza kuweka damu sehemu mbalimbali, alafu akachora picha juu yake, maana chini ya damu hakuna picha. Ni picha ya mwili wa binadamu halisi akiwa kifoni. damu inayoonekana kwenye sanda ni damu halisi ya binadamu kikundi AB. Ndani ya picha kuna taarifa za kimahesabu za mielekeo mitatu za mwili uliokuwa ndani yake, tofauti na picha nyingine yoyote ile ulimwenguni. Mbele ya tabia za namna hii, sayansi inakiri kwamba kwake kitu hiki ni fumbo. Basi ndugu wasikilizaji hayo ndiyo mangamuzi yetu kuangalia sanda na kuona kwamba picha tunayoona kwenye sanda ni picha inayobaki fumbo, picha ambayo haifanani na picha nyingine yoyote ulimwenguni. Kwa leo tunamalizia tafakari yetu hivyo, na kesho ikiwa ni siku ya ishirini na moja tuta zungumza juu ya ugunduzi wa tabia za picha ya mielekeo mitatu. Asanteni sana wasikilizaji kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.